ongozi wamelichangia kwa asilimia kubwa, miongoni mwa watu ambao wanapokea lawama na kumegaika pande mbili, wengine wakisema kwamba mwekezaji kwa nafasi yake, kwa maana Mohamed Doji ameangushwa na Simba, kwa sababu yeye ndo mwenyekiti e, wa bodi ya ukurugenzi ya Simba Sports Club. Lakini baadhi ya kundi pia wanakwenda kwa mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu akisema, sisi wanachama ndo tumekuweka hapa ili matamanio na malengo yetu yatimie kwa upande wako malalamiko ya disaini hii, labda Mangungu amekuwa akishambuliwa sana lakini upande mwingine wakiamini Mo ameshindwa kutekeleza wajibu wake kama eh, mwenyekiti wa bodi unasimama upande upi? Uh, mimi niseme jambo moja, inawezekana yote unayosema wewe yako sahihi, inawezekana Mo afanye majukumu yake, majukumu yake yanavyopaswa, uh, sawa. Lakini uh, sisi tuna mwenyekiti wa klabu ya Simba. Mwenyekiti wa klabu ya Simba anachaguliwa na wanachama. Uh, maanake yeye anatakiwa, sisi ndo mabosi zake, sisi ndo tumemuweka pale. Maanake kama kuna changamoto upande wa, wa mwekezaji au upande wa mwenyekiti wa bodi, yeye anatakiwa kuja kwetu, kwa sababu sisi ndo wenye asilimia kubwa, asilimia hamsini moja, sisi ndo majority. Kwa hiyo sisi ambao tuko wengi tunapaswa kuambiwa na mwenyekiti. Mwenyekiti amefeli katika vitu kibao sana, niseme tu uh, manake kama huji kusema uh, kwamba uh, Changamoto moja. Kuna changamoto moja mbili tatu, maana yake wewe unakumbatia zile changamoto, sisi tutakwambia ondoka. Ndio tuliokuweka pale, kama huwezi kwenda kutetea maslahi yetu, maana yake wewe hufai. Mangungu unapaswa ku step down. Uh, kitu ambacho niseme tu, kwa asilimia kubwa mwenyekiti wetu amefeli. Kwanza ameshindwa kuwaunganisha wanachama, sasa hivi watu wamegawanyika. Kama uh, nye, ni mashahidi waandishi wa habari, mmekutana na mashabiki wa Yanga wakati wanasema hatuchezi mpaka mama, mama muza mchicha anakuambia hatuchezi. Lakini nienda sasa hivi kwenye Simba hiyo tarehe ishirini na tano wako waliosema hatuchezi ambao wamefuata barua ya klabu, lakini wako ambao wanasema wana, wana tunacheza. Wana hiyo taarifa kwamba wanacheza, wengine hawajui, maanake sisi si wamoja. Sisi viongozi wetu wametugawanya, hasa Mangungu ameweza kutugawanya vipande vipande, mashabiki na wanachama wa Simba Tam, au viongozi wake anaowajua wameenda kupeana maelekezo yao ya siri, utazanisha mule kuna nyara za serikali zinafichwa mule ndani, hawatakiwi kuonekana, hawatakiwi kufanya chochote, wataenda kujadiliana ya kwao, watatoka na la kwao. Mwisho wa siku mwafai, sijui nani afai, kwa nini asitishe mkutano aje tuambie wanachama, sisi ndio tumemchagua tumemweka madarakani. Njoo sema kwamba kuna huu mfumo unaferisha moja mbili tatu, tunaendaje tunatokaje hapa mwekezaji anafanya moja mbili tatu, tunatokaje hapa? Kwa sababu wewe ni mwakilishi wetu, huwezi kukwepa lawama kwa namna yoyote ile. Pale ameshindwa kuunganisha wanachama, hiyo namba moja. Nasema kwa sababu hata siku moja sikuwahi kumuona Mangungu, akienda katika mikoa mbalimbali kwenda kufungua matawi au kutembelea matawi ya Simba au kuwatembelea wana Simba. Tofauti utamwona amediali, yeye sio mwenyekiti wa klabu, sisi hatujamchagua amediali, yeye ni mwajiriwa tu, ameajiriwa na management ya Simba lakini yeye siyo mwenyekiti wa klabu ya Simba. Yeye mwenyekiti anatakiwa aende kwa wanachama, unganisha wanachama. Mwenyekiti tangu ameingia madarakani hajafanya uchaguzi wa matawi. Matawi viongozi ni wale wale, miaka nenda rudi, zamani kwenda na kurudi. Ndio maana nakuta Simba leo viongozi hata, hata wanaoenda kwenye, I mean, kwenye mkutano ya, ya, ya, ya klabu ni watu wengi, watu wazima, watu wa zamani. Amefeli kuandikisha wanachama wapya. Mfumo ambao unatumika leo Yanga kuandikisha wanachama mikoa yote Tanzania nzima, hadi nje ya nchi, huo mfumo ulikuwa kwetu, aliuleta Senzo. Baada ya Senzo kuondoka Simba ameshinda ku practice ule mfumo, wanaleta mambo ya janja janja, akaupeleka Yanga. Leo angalia, wanaingiza pesa kupitia wale wanachama na mashabiki zao. Kile wanachokifanya, wanakozunguka kote, wanaandikisha wanachama. Sisi tangu wanachama wa Simba sidhani kama wanazidi elfu tano wanachama wa klabu wa Simba hawazidi hata 5000 5000 nakwambia mchi nzima wanachamawanaaa tena sio hai, so yani waliosajiliwa. Sasa kama mwenyekiti umeferi kufanya hivi, kwanini uleti wanachama wapya? Maanake umeferi huu ni mwaka wake wa mwisho, atatoka. Baada ya hapo utakua uchaguzi. Umeifanyia nini klabu ya Simba? watu wakikupigia kelele unawafungia, watu wakikupigia unawafungtu kkupigia klelew, watu wakikupigia kelele, wewe unakuwa mkali unatuita majina ya ovyo, ametuita wahuni, katuita sijui wapaka rangi sijui kitu gani, kwa sababu tu tunamkosoa. Kwa hiyo tukisema mwenyekiti wa Simba amefeli tunamaanisha amefeli kweli. Malengo yake wakati ana, ana, ana, ana, anachaguliwa ni hiyo kuwaunganisha wanachama, ku, kuandikisha wanachama wapya na kufunga mtani, kitu ambacho mimi kwangu hai make sense, lakini ni kati ya malengo ambayo alijiwekea Amefeli katika malengo yake, ndio maana tunamwambia pishe, na kama kuna kitu ambacho kinamfirisha yeye kufanya majukumu yake kama akisemi, maanake yeye anakumbatia anakumbatia yale ambayo uh, yuko nayo, ndio maana sisi tunataka mtu ambaye ataenda kutuzungumzia wanachama, atapeleka kero zetu, atatuunganisha wanachama, tutakuwa kitu kimoja. Mangungu ameferi. Kwa hiyo tukisema ameferi tunamaanisha, na si kwamba tuna, tuna bla, bla na hoja za kusikilizwa. Yes. Akae pembeni tu waje mtu mwingine aje afanye kazi ambayo wanachama wanataka. Yes. Agi, labda wewe ni miongoni mwa mashabiki ambao na wanachama ambao mmekuwa mkikutana na hizi kashikashi msimu e, uliopita uliomalizika kwa maana elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne ulikutana seke na sekeseke la kufungiwa akiwa na Dr. Muhammad Khamis, lakini pia kuna taarifa ambazo zinazungumzwa kwamba kuelekea mwishoni mwa msimu huu mara baada ya taarifa mbalimbali kuhusiana na dabi ya Kariakoo ulizuiliwa kuingia viwanjani. Kwa nini umekuwa wewe tu waje? Uh, narudia <coughs> kwenye pointi yangu niliyosema kwamba yeah, mwenyekiti wetu hapendi kukosolewa, mwenyekiti wetu hapendi kuambiwa ukweli. Hicho ndio kitu ambacho naweza kukisema. Uh, ukiangalia barua ya Simba ambayo waliniandikia, uh, tunaenda mwaka sasa yeah barua ilisema kwamba tutaitwa kwenye kamati ya nidhamu. Mimi sijaitwa mpaka leo kwenye hiyo kamati uh, nikawa naenda, me, naenda, uh, Simba Day mwaka jana sikuenda uwanjani kabisa kwa sababu nilihofia ile barua sikuenda, lakini baadaye uh, mechi zingine nikawa naenda nione nitatokea, wakawa nikawa naingia uwanjani mechi ambazo ni za Simba. Ikatokea uh, kwenye mechi tumecheza na Azam uwanja wa taifa uh, mbili mbili ile mechi ndo mechi ya kwanza sasa. na na, na kuja kufuata jukwaani, nimeshakaa na mbona sipaswi kuangalia mechi, natoka? Kutoka kwa nini? Maagizo kutoka kwa mwenyekiti, kikapo unapigwa picha, zinapelekwa kwa mwenyekiti, hautakiwi kukaa uwanjani kuangalia mechi. Nikamwambia sababu za msingi za mimi kutoka uwanjani ni kwa sababu, anaweza kumzuia mtu asiingie uwanjani au asiende kwenye mechi mzee, kwa sababu mechi ni za kwao. Nyie mnanizuia kwa sababu gani? Nikamwambia sasa, nimeshakaa uwanjani, niko hapa, nitoeni mbele za watu, watu waone kwamba amenitoa, yeah. Wakaniacha kunitoa, tukaendelea. Zikaja mechi zingine mikoani, hawawezi kwa sababu so, so, kule ni mikoani, hawawezi kunitoa kwa sababu mechi za timu nyingine. Mechi ya pili ambayo tena wakanitoa hiyo, alinizuia nje kabisa, ni mechi dhidi ya Dodoma Jiji tuliocheza uwanja wa KMC yes. Zile goli ngapi mnakumbuka? ile mechi nimefika getini na panchi, so, wanakuwepo wale special team wako pale. Nikamwambia, tumepigiwa simu na katibu wa mkoa amesema ukitaka uki kupita uwanjani tukuzuie usipite mpaka yeye atakapokuja atakapoonana. Nikamwambia yeye yuko wapi? Ayupo, anakuja. Wakampigia simu akasema anakuja, nisubirie nje. Udhalilishaji nao udhalilishwa. Nikasubiria nje kumsubiria katibu mpaka alipofika alipofika akaniambia siposi kuingia uwanjani natakuwa niende nikamwone Mangungu. Nikamwone Mangungu kwa sababu gani? Wewe ulizuiwa kuingia uwanjani? Mm, ulizuiwa Ulisimamishwa uli na Simba, nikamwambia Simba linisimamisha kuhusika na shughuli za Simba. Kwa mfano Simba dei ni ya Simba, sijaja uwanjani. Kwa mfano labda wana, ha hamasa zao, kama mnanionaga kwenye hamasa, siendi kwenye hamasa kwa sababu nilikuwa na hofia hizo ni vitu, lakini mechi si za kwenu, ndio maana waliweza kupanga mechi tarehe kumi na tano, wanapanga bodi ya ligi, wakapanga tarehe ishirini na tano. Sio Simba anayepanga hizo mechi, kwa hiyo mna lipi la kunizuia kuingia uwanjani? Wakaniambia wewe unachopaswa ukamwone mwenyekiti. Nikaambia nimeshakata tiketi yangu hii hapa, na katika maisha yangu yote sijawahi kukatwa tiketi na mtu, sijawahi kuingia bure uwanjani tangu mimi naanza kuwa shabiki wa Simba. Mnaona wengine wanaenda TFF wanapewa zile nini, wana nini, mimi sijawahi kwa sababu nataka ku, kuichangia klabu yangu, na siku zote naingia uwanjani kwa gharama za kwangu. Nikienda ku support Simba naenda kwa gharama za kwangu. Nikaambia kwa hiyo nimeshakata tiketi, mnaniruhusu niingie uwanjani ama niondoke. Hizi ndo kauli ambazo nilikuwa nazizungumza, naingia au niondoke. Wakaniambia unatupa wakati mgumu, nikamwambia si wapi wakati mgumu, nyee amueni, nishafika hadi hapa na tiketi yangu hii hapa, nimekata tena VIP. Yuko katibu, ndo naongea mbele ya katibu na naongea mbele ya katibu na mwenyekiti wa wilaya ya Ubungo wa Simba, naingia ama siingie, nyie ndo muamue wakaniambia ingia, lakini unapaswa. Nikamwambia sasa mwenyekiti, siwezi kwenda kumuona sasa hivi, huu ni muda wa mechi, kwa hiyo mnaniruhusu. Wakaniruhusu nikaingia uwanjani, kaangalia mechi zingine zote, nikawa naenda. Kama mnakumbuka mechi ya hizi mechi za mwisho, wakati tunaenda Tabora tuna cheza na Ken Gold, yeah, tulirekodi video tukisema kwamba tumebakiza mechi ni mbili za kucheza sawa. Kwa nini? Kwa sababu barua ya Simba ilisema ya tarehe kumi na mbili ilisema kwamba hatutacheza mechi nyingine zaidi ya mechi gani? Ya tarehe kumi na tano. Kwa hiyo si sisi tuka, tukasimama na klabu mwisho wa siku. Kumbe uh, kuna watu walipigiwa simu. Mimi sikupigiwa simu. Kwa nini mlirekodi? Kwa nini mlizungumza? Mimi sikupigiwa siku simu. Si, tukachukua kawaida, tukacheza mechi ya Ken Gold tukamaliza, asubuhi yake tunarudi tarehe 19, tunarudi tisa, tunarudi Dar es Salaam, tukarekodi video nyingine. Tumemaliza mechi moja tuenda kucheza KMC zi ya Kagera Sugar, tumemaliza msimu endelea, tukarudi Dar ile tarehe ishirini na mbili ambayo tunacheza mechi na, na Kagera Sugar. Mimi sijaenda uwanjani usiku, sikuenda uwanjani, hata na kweli moyo wangu ulikuwa mzito. Sababu, uh, I don't know, inawezekana Mungu naye aliamua kunionyesha tu h usiende. Uwanjani niko nyumbani hapa, mzee wa saluti ananipigia simu, aji, mbona huku magetini unasubiriwa una wewe utazuiwa kuingia uwanjani, wanasema ulimtukana Mangungu. Nilimtukana Mangungu? Ehe, ulimtukana ma... wapi? Sijajua ni wapi, ila magetini wanakuulizia, wanakusubiria unazuiwa kutoingia uwanjani. Niambia mimi, bahati nzuri leo sijatokea huko na siji uwanjani leo, akaa tukatulia. Baadaye akapiga simu, kuna dogo moja anaitwa Hans, katika watu ambao tulirekodi ile video, naye alikuwa akakutana na hiyo sekeseke, ndo group la Agi, nyie mmemtukana mwenyekiti. Dogo alizuiwa kuingia uwanjani VIP, akaenda akaingia mzunguko, kisa kwamba tulitukana. Sasa tukirudia zile video, kwa nyie ambao mmesikiliza, hakuna sehemu ambao tumetukana tumesema tumebakiza mechi mbili basi, lakini tunaambiwa kwamba tumetukana mwenyekiti. Kwa hiyo hizo ni kati ya changamoto ambazo mimi nimekutana nazo, lakini uh, niliamua tu kuongea juzi husema, kwa sababu sasa imekuwa too much. Huko nyuma kote nilikuwa napotezea, kwa sababu ni klabu yangu. Uh, hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na doubt na ushabiki wangu au na wanachama wangu, kwa sababu mimi ni mwanachama wa Simba na kadi wanachama hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na doubt na ushabiki katika watu ambao wanaisapoti klabu katika hali na mali, ni pamoja na mimi. Sijisifi na huwa sipendi kuulizungumzia, kwa sababu nafanya kwa mapenzi yangu. Hakuna mtu ambaye aliniita niende nikaishabikie klabu ya Simba, ni mapenzi yangu ndo amenipeleka Simba. Kwa hiyo huwa nafanya kwa mapenzi yangu, lakini sasa unapoambiwa unatukana, unapoambiwa sijui, wakati mwingine nyinyi mmetumwa, ukiongea ukweli umetumwa. Sasa mimi siwezi kutenda dhambi, nikasema naumia moyoni afu nasema ah, bosi wewe hapo. Mimi sio mtu wa namna hiyo, mimi sio mtu wa kwenda kumnyenyekea uh, mtu yani kwamba nikunyenyekee nikulambelambe ili at least unipe uni, uni nafasi maybe ya kufanya jambo fulani. Hapana, mimi siwezi kufanya. Kama ni haki yangu nipe, ni haki yangu, kama si haki yangu basi sio haki yangu, ila usininyanyase wala usini uh, usinionee kwa sababu sipendi kuzungumza au sipendi kusema. Kwa hiyo tunazungumza kwa sababu saa zingine zimefika, imekuwa too much sasa, umenielewa? Kama mimi mpaka naamua kuzungumza, maana niko tayari nisiendelee ku, kuendelea kwenda uwanjani lakini huwezi kuondoa ule ushabiki ambao uko ndani ya moyo wangu na mapenzi yanabaki kwa ndani ya moyo wangu, umeelewa. Nizuie nisiingie uwanja, nizuie nisifanye kitu chochote, lakini mapenzi yangu yako wapi? Yako moyoni. Ndio maana tunasema kwamba mwenyekiti, ndio maana niliandika mimi andiko langu nikasema, mwenyekiti, ambacho ume, umefaulu ni kuwafungia wanachama, na katika wakati ambao watu wamefukuzwa fukuzwa na kufungiwa fungiwa sana, ni wakati huu wa Mangungu. Sasa usitumie cheo chako kuwanyanyasa watu wengine. Tunapenda hizi hizi timu kwa mapenzi yetu wenyewe, tunazigaramia, tunaenda mpaka nje ya nchi wengine, lakini kuna wako ambao ni wako saidi yake, sawa? Tunaenda mpaka wapi? Kwa mapenzi yetu, kwa mfano tu, nitunde mfano -tun mama alitoa ndege, kuna Morocco, kuna tunajua kuna watu walipata nafasi ya kwenda bure, hadi waandishi wa habari wako ambao walienda bure kuna waandishi wa habari ambao ni wawili, mmoja analipiwa mmoja anaenda bure. Wengine wanapelekwa bure kwa sababu tu wanaongea kwenye media zao, maybe kumsifia mwenyekiti au ku, ku, yani, hivyo, kumpamba unapata hiyo chance. Kuna watu walienda paka siku ambayo ndege inaondoka leo, waliitwa leta, njoo na passport twende, tunasafiri baadaye, tunaondoka. Umenielewa? Wako watu waliopata chance, lakini kuna wengine hawakupata hiyo chance. Mimi siwezi kuitwa mimi najua as, asingeweza yani, hata itokee nini, asingeweza kuniita kutokana na yeye vile ambavyona, so hiyo tu inaonyesha ni jinsi gani ambavyo hata katika mashabiki kumi wa Simba huwezi kunitoa, yaani huwezi kumtoa katika wale mashabiki kumi au ishirini, hamsini, basi huwezi hata kunitoa hili jina langu mimi kwenye ushabiki. Huwezi kuninyima kuni, kuni chance ya kufanya moja mbili au kuisupport klabu yangu, lakini hizo tumeona zikitokea South Africa, kuna watu walienda wakalipiwa. Tumeona hiyo Morocco, watu wanafanya nini wala nini, lakini hiyo yote ni ubaguzi. Kwa nini kitu kitoke watu wafanye hivi? Basi hata kama unataka una, una watu wachangie, basi hiyo kwa kiasi kidogo, lakini sio kwa kiasi kikubwa namna ile pale kwa, kwa yote na yote, hizi ni chuki. Tukisema chuki maana yake like, tunasema bado mwenyekiti ana chuki na mashabiki na wanachama, labda ushawai kutofautiana naye kwa namna moja ama nyingine, tofauti na maswala ya mpira, mpaka kupelekea hiki ambacho unakisema ya kwamba ni chuki. Mimi kwanza, kama nishawahi kukutana na Mangungu nafikiri ni mara moja. Kuna kipindi cha mwanzoni mwanzoni niliwahi kuhudhuria kikao, kikao cha matawi, nilienda kuwakilisha tawi langu, ilikuwa mwanzoni mwanzoni kabisa, wakati ndo ameingia wa madarakani, uh, ali wakati na pita, aliniona, akamsalimia aka, aka, aka, mwenyekiti. Basi hivyo, nafikiri ndio wakati huo tu basi, ila mimi sijawahi uh, kuonana na mwenyekiti. Ilikuwa ni dada moja wa East Africa, wakati tunamfunga Yanga, nafikiri ilikuwa ni goli mbili moja, ile mbili moja ni mbili, mbili, mbili, mbili, bila yes ya inonga, na, na, na kibu. Uh, baada ya pale, yule dada wa East Africa aliandika uh, Mangungu Yani afurahia ya vile kumfunga yani, katika malengo aliokuwa sema ametimiza ni kumfunga nani sasa yeah. Mimi nimechukua kwa ule dada nikakopi na nikaandika pale chini, nimechukua kutoka sehemu fulani, lakini yeye yeah, akanipigia mimi simu anasema yeye yeah, akuzungumza yale ambayo ule dada aliandika, mimi namchafua. Umeona, kwa sababu mimi nimekopi, mimi namchafua. labda kwenye hili linalotokea, mara nyingi zinapotokea changamoto kama hizi kwa wanachama, kuna sehemu za kufuatilia, ngazi ya tawi, ngazi ya wilaya, mkoa. Ikishindikana hapo, unaenda kwenye secretariat ya klabu kutaka kufahamu. Hivi, umewahi labda kufuatilia kuhusiana na hii changamoto ambayo unakumbana nayo? Ndio maana nikasema, nilifikisha taarifa zangu kwenye tawi uh, mwenyekiti analifuatilia ana, ana, ana, mpaka baada ya mechi ya juzi na Kagera Sugar nafikiri walifikia, wali, walienda walifika hadi ngazi ya ya wilaya, kwa hiyo sasa naisubiria, lakini ile barua imetoka klabu, manake kule ndo kwa mwisho, manake si ndo kwa management. Imeandikwa na, na nani na mkurugenzi wa wanachama wa na wa mashabiki, kwa hiyo tayari kama imefika kule. Kwani yupo huyo? Ndio barua ilivyokuwa inasema, sijui kuwa anaye kaimu Yeah. Na katika kitu kingine ambacho pia tunatakiwa kukisema ni kuhusiana na ishu ya kutangazwa mkurugenzi wa wanachama, si nafasi watu wakaenda wakafanya na nini? Mpaka leo hatuoni mkurugenzi wenyewe. Hizo zote ni kufeli, zote hizo viongozi wanafeli. Kwa hiyo mimi nilifika kwenye hatua hiyo, I don't know ni bana, nishafikia ile steji kwamba sitoogopa kusema ukweli kwa sababu nitanyimwa kuingia uwanjani sitaogopa kusema ukweli kwa sababu nitakosa elfu mbili elfu moja au nitakosa siju priority kutoka Simba. Sijawai kupata hiyo kitu tangu naanza kushabikia Simba mpaka leo nikafika. Wanaoniamini ni mashabiki wa Simba na wanaonipa sapoti ni mashabiki wa Simba, wanaonipa nguvu ni mashabiki wa Simba. Tangu mwanzoni walianza kunisapoti na kuniamini na kunifuatilia kutokana na kile ambacho nakifanya kimenyooka. Kwa hiyo siwezi kwenda nipindepinde ni, ni, ni leo kwa sababu nitakosa elfu mbili. Hapana. Hagi, ukipata nafasi ya kukutana na mwenyekiti Mangu utamwambia nini au kupitia interview hii? Ah uh, kikubwa ambacho nitamwambia ni haya niliyozungumza, amefeli kwa kiasi kikubwa na anapaswa uh, kujitafakari. Anapewa nafasi ya kuendelea kuingia kwenye mechi za Simba na kuendelea kushabikia Simba kama mwanzo. Ni haki yangu lakini kama ana, anaendelea kuinyonga haki yangu aendelee kunyonga ila mimi nitaendelea kumwambia ukweli.